Jana ameshafikia baligha miaka 18, kwenda mbele na wengine mejiandikisha kupiga kura. Ikifika e tarehe 29 mwezi huu, ondoka taratibu, swali alfajiri yako, piga jiradi zako, la la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala, piga jiradi zako, unaelewa? Eh, piga sura zako, piga nini, kila kitu. Kisha unaondoka taratibu, unakwenda kuwahi foleni kule, ukifika unapiga unampigia mtu unayemtaka. Tumeona wamekuja wame kusupport hapa, madiwani wanaogombea, kuna wabunge, kuna rais. Wewe unakwenda yule unaomwona, unayemtaka, unakwenda unatumbukiza karatasi chako cha kura pale chwa, umeshamaliza kazi yako na umeushatimiza haki yako ya kidemokrasia unatakiwa kuifanya. Alafu narudi zako tena, kama ni madrasa, so unaendelea kusomesha. Kama ni mafundi unaendelea kusoma. Kama ni imamu unakuja msikitini unafundisha kama ni mtu wa biashara unakwenda zao katika biashara, kama mtu wa kilimo kwa ajili ya kilimo, kwa, kwa kwa kwa kwa. Mtume wetu ni mtume wa amani, mtume wa khairi, mtume wa baraka, ameitangaza amani kama alivyoitangaza Mungu wake mwenyewe, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Ndio jambo kubwa, asije mtu akamidanganya eh, hapa kwa ajili ya kuondosha amani, afu unakubali. Muislamu sio mtu wa kukubali. Muislamu kila jambo kitupiwa, analifikiria, ana ile nafaa alifai. Eleweka eh? Walindeni amani, chungeni amani kila mkipata nafasi na nyinyi kwenye hadhara hadhara mbalimbali simameni, muizungumzie amani kama mashekhi kama vijana kama maustadhi kama walimu kama maimamu izungumzieni amani, amani ndio kila kitu, amani ndio Uislamu. Ukisema neno Uislamu manake amani. Swala ukisali ni amani. Hija ni amani kwa sababu unakusanya watu wa dunia nzima mahala pamoja, alafu hawagombani, hakuna kiasi kis... cha kis... kwamba kikukanyaga mtu ah, wana... Mwezi Ramadhani, kufunga mwezi Ramadhani ni amani. Shida na njaa kutwa nzima unatengenezwa na ile somo kuwa mtu mwema kuwa mtu kuweza kuchunga amani. Wa mtu mtulivu kutokana na so tunaeleka, ndio maana eh, Mtume anasema kwa yule kijana anatakiwa kuoa haraka akiwa na uwezo wa kuoa, kama hawezi fa alaihi bissoum, na ajilazimishe kufunga. Kwa sababu gani? Kwa sababu kufunga kutampa amani ya mwili wake, kutampa amani, kutampa utulivu, kutampa kinga ya maasi. Kwa hiyo hatailifunga pia ni amani. Tunaelewana uzuri? Sijui zaka ni amani kwa sababu Mtume sema tahadu tahabu watasafahu yadhahabi lghillu ankum, pelekeani zawadi, peaneni zawadi, zawadi mtapendana. Yani ili mpendane, basi mmoja mpelekee zawadi mwenzake. Sasa uu ukiwa ni mtu fakiri maskini, una uwezo una nguvu, kisha ukapewa fungu la zaka, lazima utakuwa mtu mwema tu lazima utakuwa mtu mwema utuvule ni amani zile nguzo zote tano. Tukiwa na muda mzuri, labda nitakaporejea tena, insha allahu taala, tutaifasiri vizuri, ili mjue amani inapatikana wapi. Hapo basi, kwenye zaka, kwenye swaumu, kwenye hija, kwenye zaka, kwenye swaumu, kwenye hija, mi nitakuonyesha sehemu ambayo inapatikana.